Ndugu yangu unayeniona mbele yako, ninaitwa mwenyekiti kutoka Mbozi bwana. Eh, nisijieleze sana. kuna sehemu nimefika, nimekutana na mtumishi wa Mungu Osfati Mwalende. Kuna wimbo wake umetrend sana mitandaoni, ule wimbo ume umetrend mno mno kwa sasa. Sijanyamaza kama mwenyekiti wako wa Mbozi, nikaona nifike nikutane na huyu mtumishi mkubwa kabisa mwenye nyimbo za upako eh, Anaimba wimbo unasema sipi, sipatikani. Ah, namleta eh, Osphat Mwalende. Mtazame Osphat Mwalende, tumsikilize na yeye, maana wimbo wake umetrendi sana, watu wameufuatilia sana ule wimbo bwana, umetrendi mitandaoni, watu wanaufuatilia sana, ni wimbo mzuri sana. Tunataka tujue kuwa ulivyoimba kusema hupatikani kwenye kamera zao, ulikuwa na maana gani, mtumishi Osphat Mwalende? Aa, nilikuwa ninamaanisha kwamba kwenye maisha watu wanapokuwa wanaona unasonga mbele kimaisha alafu wanajitahidi kukuangusha, wanashindwa, wanaanza kukuangusha kwenye ulimwengu ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiona watu, watu, wote wakikushindwa kwenye ulimwengu wa roho wanaanza kupigana vita na wewe kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ukiona mtu anapigana na wewe kwenye ulimwengu wa mwili, ujue kule kwenye ulimwengu wa roho ameshashindwa. Kwa hiyo mimi sipatikani kwenye kamera zao za ulimwengu wa giza. Kwa hiyo ndio maana wanakuja wanaanza kunisema vibaya kwenye ulimwengu wa mwili. Hawaniwezi kabisa kwa sababu ndani yangu nimezingirwa na Mungu. Amen. Yeah. Ah, nadhani unayenitazama umesikia mtumishi hapa anavyoongea anamaanisha, wachawi wanaporuka angani katika ulimwengu wa roho eh, hawamkuti kwa sababu anakuwa amezingirwa na nguvu za Mungu. Ndivyo alivyoelezea wimbo wake. Ule ni mzuri kabisa mtumishi. Eh, najua kwenye huduma hii ya uimbaji watu wanapitia changamoto nyingi sana Umefikeje fikeje hapa yaani, nyimbo yako imetrend sana, umefanya vizuri sana mtumishi. Changamoto ulizokutana nazo ni changamoto gani mtumishi ambazo e, zimeku zimeku umepambana nazo mpaka kufika kwenye level hii, kiwango hichi, changamoto kubwa